Karibu tena. Mamlaka ya mawasiliano nchini imeondoa amri ya kuzuia vituo vya redio na televisheni kuweka mubashara matangazo kuhusu maandamano. Uamuzi huo ni kufuatia amri ya mahakama iliyokosoa hatua ya mamlaka hiyo mbali na kuzima mawimbi ya vituo vya runinga tatu za televisheni hapa nchini. Hata hivyo, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen anasema serikali itaongozwa na usalama wa kitaifa na wala sio amri za mahakama, akiongeza kuwa hajutii uamuzi wa kuzima mawimbi ya vituo hivyo. Olive Barus ana maelezo zaidi. Mamlaka ya mawasiliano nchini CA, hii leo imeondoa amri iliyotolewa siku ya Jumatano ya kuzuia vituo vya televisheni na redio kutangaza mubashara matangazo kuhusu maandamano mamlaka hiyo ikitangaza uamuzi huo kufuatia amri ya mahakama iliyotolewa na majaji wawili John Chigiti na Chacha Mwita kufuatia ombi lililowasilishwa mahakamani na shirika la Katiba Institute na tume ya kitaifa ya haki za binadamu na lingine la chama cha mawakili LSK. Hata hivyo waziri wa usalama Kipchumba Murkomen aliunga mkono amri ya mamlaka hiyo ya kusitisha matangazo ya moja kwa moja, akidai vyombo vya habari vilisaidia kuwachochea waandamanaji. Wengine wamekuja sasa tayari, ndio hawa murkomen akisema serikali haito sita kuchukua hatua kama hiyo licha ya amri ya mahakama justice mwita and and and myself will all be be be the the the same we we'll probably be meeting in border between kenya and other countries looking for to to be refugees i i don't want want that situation I want first to protect the country then the judge can pontificate with very beautiful statements when there is a peaceful nation Waziri akionekana kukerwa na kampuni ya Standard Media na pia Wakenya wanaofanyia kazi mashirika ya kimataifa ya habari. Olive Barros, runinga ya Citizen.